Nani mwingine anatamani kufahamu kuelewa vizuri mzunguko wa edhi, kufahamu siku za kupata ujauzito, kufahamu siku za hatari, siku za operation, siku za kawaida ambazo huwezi kupata ujauzito, kufahamu siku za kupata mtoto wa kike, kufahamu siku za kupata mtoto wa kiume, kupata mapacha, kuelewa mzunguko wa edhi kwa ujumla kulingana na urefu wa mzunguko wako wa edhi ukoje. Kama ni wewe, niandikie kwenye comment, niandikie kwenye comment nahitaji. Lakini pia unaweza kuchukua namba kwenye profile, tukawasiliana kwa ushauri na msaada zaidi. Ikiwa una changamoto zingine za mfumo uzazi, una PID, fangasi sugu, uvimbe kwenye kizazi, unashindwa kupata ujauzito, unakosa ute, unapata ukavu, unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, unashindwa kupata ujauzito pia, kwa matatizo yote hayo suluhisho lipo, suluhisho la kudumu. Ipo tiba maalum ambayo ukitumia utaweza kuondokana na changamoto zote za mfumo wa uzazi. Hivyo usahau kuchukua namba kwenye profile, lakini pia share like video hii ili uweze kujifunza zaidi. Karibu sana.